Karibu sana kwenye Safari ya Imani. Leo tunajifunza Zaburi ya ishirini na tatu sura fupi lakini yenye nguvu kubwa. Inafundisha riziki ya Mungu, uongozi, ulinzi, heshima na maisha ya kuendelea kukaa karibu na Bwana. Iwe wewe ni kijana, mzazi, mfanyabiashara au mzee, neno hili ni kwa ajili yako. Tuombe. Baba wa mbinguni, tunakukaribisha. Fungua akili na mioyo yetu, tujalie hekima, ufunuo na unyenyekevu. Tukisoma Zaburi ya ishirini na tatu, neema yako itiririke juu ya kila mtazamaji, ulinzi, riziki, uponyaji na kibali, kwa jina la Yesu, amin. Hivi Ushakujiuliza kwa nini Daudi aliandika zaburi ya ishirini na tatu? Daudi aliandika zaburi ya ishirini na tatu kwa sababu alijua kwa uzoefu maisha ya kuchunga kondoo. Akiwa mchungaji, alilisha alilinda na kuongoza kondoo wake, kama ilivyoandikwa Samueli kumi na saba mstari wa thelathini na nne mpaka wa thelathini na tano. Daudi akamwambia Sauli, mtumwa wako alikuwa akiwalisha kondoo wa baba yake, na ilipotokea simba au dubu akachukua kondoo katika kundi, nami nikamfuata, nikampiga, nikamwokoa kondoo kinywani mwake. Hapa tunaona Daudi mwenyewe akiwa mchungaji akihatarisha maisha yake kwa ajili ya kondoo. Alipoandika Zaburi ya ishirini na tatu alijua Mungu anafanya vivyo hivyo kwa watu wake. Baadaye alipokuwa akipitia nyakati za vita, upinzani na hata hofu ya kifo, alitambua kwamba Mungu ndiye mchungaji wake halisi, kama ilivyoandikwa Zaburi ya ishirini na saba mstari wa kwanza: Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, nimwogope nani? Bwana ni ngome ya maisha yangu, ni mhofu nani? Daudi alikuwa shujaa wa vita, lakini nguvu na ujasiri wake ulitokana na Mungu, sio silaha. Alitumia picha ya mchungaji kuelezea namna Mungu anavyowapa watu wake riziki, ulinzi, uongozi, heshima na tumaini la milele. Kama ilivyoandikwa Yohana 10 mstari wa 11, mimi ndimi mchungaji mwema, mchungaji mwenye hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Yesu anathibitisha ile picha ambayo Daudi aliweka. Mungu si tu mtoa riziki, bali ni mchungaji anayetolewa kwa ajili ya maisha ya kondoo wake. Kwa ufupi Daudi aliandika Zaburi ya ishirini na tatu ili kuonyesha uhusiano wa karibu kati ya Mungu na mwanadamu. Mungu ni mchungaji na sisi ni kondoo wake, kama ilivyoandikwa pia Isaya arobaini mstari wa kumi na moja atalisha kundi lake kama mchungaji, atawakusanya wana kondoo mikononi mwake na kuwachukua kifuani mwake atawaongoza wao wazao. Sasa tutaenda kujifunza Zaburi ya ishirini na tatu aya kwa aya. Aya ya kwanza ni ya riziki na kutosha. Biblia inasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Neno mchungaji lina maana ya anayelisha, anayelinda na kuongoza. Daudi aliwahi kuwa mchungaji wa kondoo anatuonyesha picha ya Mungu anayewatunza watu wake kwa uaminifu. Yesu mwenyewe alisema, mimi ndimi mchungaji mwema, mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo, kama ilivyoandikwa Yohana 10, mstari wa 10 na moja. Somo la aya hii ni kwamba Mungu ndiye chanzo cha mahitaji yetu yote si kazi, si biashara, si mtu yoyote, bali ni Mungu pekee. Aya ya pili ni ya amani na pumziko. Biblia inasema, hunilaza katika majani mabichi, aniongoza kando ya maji ya utulivu. Majani mabichi yanaonyesha riziki safi na tele, maji ya utulivu ni ishara ya amani na pumziko la kweli kwa roho. Yesu alituita akasema, njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo nami nitawapumzisha, kama ilivyoandikwa Mathayo kumi na moja mstari wa ishirini na nane. Somo la aya hii ni kwamba Mungu anatupa amani ya kweli ambayo dunia haiwezi kutoa. Aya ya tatu ni ya uongozi na urejesho. Biblia inasema "Hunirudisha nafsi yangu, aniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake." Mungu hurejesha nafsi zilizovunjika, roho zilizochoka, na mioyo iliyojeruhiwa. Anatuongoza kwenye njia za haki kwa heshima ya jina lake. Neno la Mungu linasema kwa kuwa wote wanaongozwa na roho wa Mungu hao ndiyo wana wa Mungu, kama ilivyoandikwa Warumi sura ya nane mstari wa kumi na nne. Somo la aya hii ni kwamba tukiwa na Mungu tunaishi maisha ya utakatifu na uadilifu. Aya ya nne ni ya ujasiri kati ya hali ngumu. Biblia inasema, Naam nijapopita, kati ya bonde la kivuli cha mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami, gongo lako na fimbo yako vanifariji. Daudi hakusema labda, bali alisema nijapopita, akimaanisha ni hakika tutakutana na changamoto na giza maishani, lakini Mungu yupo nasi. Gongo na fimbo ni ishara ya ulinzi na mwongozo wa Mungu. Yesu alisema, natazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari, kama ilivyoandikwa Mathayo sura ya 28 mstari wa ishirini. Somo la aya hii ni kwamba hatupitii peke yetu, Mungu yupo nasi hata katika giza kuu. Aya ya tano ni ushindi na heshima. Biblia inasema waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu, umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Mungu anatupa ushindi wa hadharani mbele ya maadui. Mafuta ni ishara ya upako na heshima. Kikombe kinachofurika ni alama ya baraka zisizo na kipimo. Yesu alisema mwizi huja kwa nia ya kuiba, kuua na kuharibu, nimekuja ili watu wapate uzima, uzima ulio kamili, kama ilivyoandikwa Yohana kumi mstari wa kumi. Somo la haya hii ni kwamba Mungu anatupa ushindi, anatupa heshima na anatupa baraka tele. Aya ya sita ni ya tumaini la milele. Biblia inasema hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Si mara moja tu, bali siku zote za maisha yetu, wema na fadhili vitakuwa nasi. Tumaini letu si katika maisha ya dunia hii pekee, bali pia katika uzima wa milele pamoja na Mungu. Yesu alisema, nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi na nikiwaendea na kuwatarishia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, kama ilivyoandikwa Yohana sura ya kumi na nne mistari ya pili na ya tatu. Somo la aya hii ni kwamba hatuna tu baraka za sasa, bali pia tumaini la milele. Sasa ndugu zangu wapendwa Tumejifunza neno la Mungu kupitia Zaburi ya ishirini na tatu tumeelewa kwamba Bwana ndiye mchungaji wetu, yeye ndiye anaelisha, analinda na kutuongoza sasa. Hebu tuingie kwenye maombi, tukimwamini Mungu atatenda katika maisha yetu, katika kazi zetu, katika biashara zetu na katika familia zetu. Tuseme kwa imani na moyo wote. Tuombe. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. E Bwana mchungaji wangu, nakiri kwamba wewe ndiye chanzo cha mahitaji yangu yote. Sitapungukiwa katika maisha yangu, sitapungukiwa katika kazi yangu, sitapungukiwa katika biashara yangu, wala sitapungukiwa katika familia yangu. Baraka zako ziwe juu ya kazi ya mikono yangu na kila hatua ya maisha yangu. Katika malisho majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Baba wa amani, unilaze mimi, familia yangu na biashara yangu katika majani mabichi ya baraka zako. Uniongoze kando ya maji ya utulivu ya rehema zako. E Bwana, nipate pumziko kazini, pumziko katika biashara yangu, na pumziko la kweli kwa familia yangu. huniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. E Mungu wa urejesho, huisha nafsi yangu na nafsi za wapendwa wangu, uniongoze katika njia za haki na utakatifu, ili jina lako litukuzwe kupitia maisha yangu, kazi yangu, na biashara yangu. Naam. Nijapopita kati ya bonde la kivuli cha mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vanifariji. Bwana, hata ninapopita mabonde ya changamoto kazini, kwenye biashara au ndani ya familia, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Nipe ujasiri na moyo wa shujaa Uniongoze, unilinde na unifariji. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu, umenipaka mafuta kichwani pangu na kikombe changu kinafurika. E Mungu wa ushindi, andaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu, nipake mafuta ya upako na heshima mapya, fanya kikombe changu kifurike na baraka zisizo na kipimo. Baraka zishuke juu ya kazi yangu, biashara yangu na familia yangu. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Baba, nakushukuru kwa wema na fadhili zako zitakazofuatana nami na familia yangu siku zote za maisha yetu. Asante kwa tumaini la sasa na la milele. e Mungu, nitakaa nyumbani mwako nikiabudu na kukusifu milele na milele, amin. Ndugu zangu wapendwa, asanteni sana kwa kuchukua muda wenu kusikiliza mafundisho na maombi haya ya zaburi ya ishirini na tatu. Nimeamini ya kwamba Mungu amezungumza na maisha yenu na kuna jambo jipya limezaliwa ndani yenu leo. Naomba nikuulize swali, ni sehemu gani ya Zaburi hii imekugusa zaidi? Hebu andika maoni yako hapo chini, maana ushuhuda wako unaweza kumtia mtu mwingine moyo. Kama umebarikiwa na mafundisho haya, tafadhali subscribe kwenye channel hii Bonyeza alama ya kengele na shiriki video hii na rafiki zako, ndugu zako na familia yako. Kuna mtu anahitaji leo, mtu anapitia bonde la kivuli cha mauti, mtu anayeomba amani, mtu anayeomba baraka juu ya kazi au biashara yake. Wewe unaweza kuwa daraja la kufikisha neno hili kwao. Nakupenda kwa upendo wa Kristo na kutakia amani ya Mungu iwe nawe. Tutakutana tena katika mafundisho na maombi yajayo. Mungu akubariki sana.